Lakini pia ajenda nyingine ilikuwa mezani, mm. Ni ajenda ya ibada, ibada, yeah. Mm -hmm. Ajenda ya ibada, mm -hmm. Ambayo ajenda iliyoko pale, yeah. Kwamba ulimwengu wote, mm. unapaswa kuwa na ibada ya siku moja ya siku moja, yeah. Dini zote dini zote. Haijarishi, Islamu, mm. haijarishi ni Waislamu, haijarishi ni Wakristo, haijarishi ni dini za kipagani, mm. ziwe na mfumo wa ibada ya siku moja. Moja. Mm -hmm. ila msikitini mtu atakwenda, ila ni siku hiyo iliyopangwa, nayo ni Sunday, Jumapili. Ah, Jumapili. Okay. uwe mpagani mm. uwe Mkristo mm. uwe Muislamu mm. Jumapili. Jumapili. Hizo yeah. Ajenda zimepangwa kipindi nyinyi mpo yeah. Kwamba ndio zinakuja kwa, au zilikuwepo kabla sababu tuna mfano Jumapili. Sikiliza. zi... yeah. Hebu maliza. eh? Jumapili yeah. Si Wakristo wengi miaka mingi ishazoeleka ambao sio wasabato wasabato si Jumamosi wengi si toka miaka hiyo wana, wanasali Jumapili ndio. Sasa hii ilikuwa ni kukazia, Hii nisikilize au, yeah hiyo ni kukazia kwa sababu wanakwenda kuweka amri mm. Yeah. sia mpaka hapo Mkweda. Hapo ni kwenda kukazia kama amri kwamba si msabato mm, si muislamu mm, lazima aende Jumapili Muislamu Jumapili. <laughs> Jumapili atangia msikitini, yeah, ila Jumapili msabato badala ya Jumamosi atangia Jumapili mkanisani, ila um, nikanisani kwake kule palepale kwa nini wamechagua siku ya Jumapili? Ndivyo master anavyotaka na ndiyo siku ya mamlaka yake.